Naam, mtazamaji wa Trend TV, leo tuko hapa na habari kuhusiana na kitu ambacho kimeshangaza watu wengi sana. Hii ni habari ambayo inamhusu mwana mitandao ya kijamii Kari Mastori akiwa ameweka ujumbe wake kupitia kurasa wake wa, wa Instagram, ambapo huu ujumbe bwana, umeshangaza watu wengi sana. Inasemekana kwamba Kari amejifungua na mtoto na ndio maana kwa muda mrefu kidogo alikuwa yuko kimya. Kuna kipindi alikuwa yuko kimya. Inasemekana kwamba Kari bwana, yuko na mtoto ni vitu ambavyo vinasemekana, lakini leo ameposti picha Baba Levo, alafu akaandika kwamba naomba hela ya matumizi ya mtoto baba. Baba Levo acha kuwa baba jina. Nimeona bwana vitu eh? ambavyo kidogo vimeshangaza watu kwamba Carry ameandika kwamba naomba hela ya matumizi, nimechoka mwambwamwe kila siku tu eh, unakuwa baba jina. Mtoto amefanana na Baba Levo kabisa, matumizi hutoi. Alafu Carry akamalizia kwa kusema kwamba nimechoka. Kwa hiyo hii ni moja kati ya vitu ambavyo vimeshangaza watu wengi sana, maana kuna page imeandika kwamba mwana mwanahabari wa mitandaoni Karima Story amezua mjadala mrefu sana mitandaoni. Humo baada ya kudai kuwa, baada ya kudai hela ya matumizi ya mtoto wake kwa msanii Baba Levo. Kitendo hiki kimezua mjadala mkubwa kumhusu Karima Story kwamba alizaa na Baba Levo, kutokana na asilimia kubwa ya watu wengi sana walikuwa, walikuwa hawalifahamu jambo hilo, baada ya Kari kuweka ujumbe huo, kila mtu amekuwa akijiuliza kwamba je, Kari ana, ana mtoto na Baba Levo? Hebu tupe maoni yako kuhusiana na hili eh, kwa undani kabisa eh, unahisi kwamba kweli Kari Mastori ana mtoto na Baba Levo au ameposti hivyo kama vile utani? Weka maoni yako katika comment section tukisoma na kuriplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.